Nilisoma muda fulani uliopita kauli inayosema kwamba familia inashambuliwa leo kuliko wakati mwingine wowote. Sasa sidhani kama Wakristo wengi wangepinga kauli hiyo, na mimi nakubaliana nayo kwa upande mmoja, lakini pia sikubaliani nayo kwa upande mwingine. Familia imekuwa ikishambuliwa tangu Mungu alipoyumba ya kwanza. Haikumchukua shetani muda mrefu kabisa kuwagawanya na kuwashinda Adamu na Hawa. Haikuchukua kuchukua muda mrefu mbegu za wivu na, eh, kinyongo kukua moyoni mwa Kaini, mtoto wao wa kwanza ambaye hatimaye alimuua mdogo wake Abeli. Na hiyo ndiyo ilikuwa familia ya kwanza duniani. Basi hebu nirudie kauli hiyo kwa njia hii: familia inashambuliwa katika kila kizazi Tangu Mungu alipoweka ndoa na familia. Wapendwa, shetani hajawahi kuchoka katika juhudi zake za kudhoofisha ahadi ya ndoa, kupunguza dhamani ya baraka ya watoto, na hata kubadilisha maana ya jinsia na maana ya ndoa siku hizi. Unajua, nadhani ni jambo la kufurahisha kwamba miaka elfu mbili iliyopita Yesu alikabiliana na baadhi ya masuala haya haya. Sasa katika wakati huu Yesu alikuwa anaelekea Yerusalemu kwa mara ya mwisho. Alikuwa anasafiri kuelekea kusini kutoka eneo la Galilaya na mashariki mwa mto Yordani hadi eneo linalojulikana kama Perea. Na sasa tunasoma katika Mathayo 19:2 umati mkubwa wa watu ulimfuata naye akawaponya huko. Sasa haikuchukua muda mrefu kabla ya Mafarisayo kujitokeza kumchokoza Yesu na wakamuuliza lile swali la zamani ambalo tayari ameshajibu mara kadhaa, lakini hapa linakuja tena, mstari wa tatu. Je, ni halali kumtaliki mke kwa sababu yoyote? Sasa tayari tumeshashughulikia mada hii mara mbili kabla katika safari yetu ya hekima, tunapojifunza injili kwa mpangilio wa matukio, na nilitaja katika somo la awali kwamba Biblia inaruhusu talaka kwa sababu ya uzinzi, na hiyo inajumuisha uasherati na pia pale ambapo kuna kuachwa. Sasa kuachwa ni pale ambapo mmoja wa wanandoa anakataa kuishi na mwenzake kwa amani, kama ilivyoelezwa na Mtume Paulo katika mmoja wa Korintho 7. Neno ambalo Paulo anatumia pale kwa ajili ya kukubali linamaanisha makubaliano ya kuridhisha. Na hebu ni kuambie, hata kama mtu anasema anataka kubaki kwenye ndoa, kama anamfanyia mwenzi wake unyanyasaji au uraibu au vitisho au udanganyifu, vitendo hivi vinaonyesha wazi ukosefu wa ridhaa, na mwenzi anayeteseka hafungwi tena na mtu huyo hiyo iko katika moja wa Korintho saa saba na madakika kumi na tano. Sasa, kwa nini hawa Mafarisayo wanarudi tena kumuuliza Yesu swali hili unajua tena na tena? Naam, nadhani jiografia ina mchango mkubwa sana. Safari hii Yesu yuko Perea, na eneo hili linatawaliwa na mfalme Herode Antipa. Hapo awali, Herode alimshawishi mke wa ndugu yake Filipo amtaliki Filipo na kumua yeye Jamani, ngoja nikuambie kuambie, ilikuwa kashfa ya magazeti ya udaku ilikuwa, ilikuwa habari ya ukurasa wa mbele wakati huo. Sasa Yohana Mbatizaji kwa ujasiri aliwalaumu hadharani kwa kitendo hicho, na mke mpya wa Herode akaishia kusababisha Yohana Mbatizaji akatwe kichwa kwa sababu hiyo. Sasa hawa Mafarisayo naamini, wanatumaini Yesu ataingia matatizoni na Herode kwa kujibu swali lao kuhusu talaka lakini badala yake Yesu anatoa jibu hili la kipekee hapa katika Mathayo 19:4. Amjasoma kwamba yeye aliyewaumba tangu mwanzo, aliwaumba mwanaume na mwanamke, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa maneno mengine, Yesu anasema nini? Mafarisayo, mnataka tu kuzungumzia jinsi ilivyo rahisi kupata talaka, lakini mimi nataka kuzungumzia mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Na Yesu kwa njia hiyo ananukuu kutoka Mwanzo mbili, ndoa ya kwanza kabisa iliyoelezewa kati ya Adamu na Hawa, na kuna kanuni za kudumu hapa ambazo zinatupa maana ya ndoa kama Mungu alivyoikusudia mwanzoni. Sasa, kwanza kabisa, hapa kuna kanuni ya kujitenga Mwanzo saa mbili na madakika 24 inasema, kwa hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake. Sasa ndoa haimaanishi kwamba unafuta kabisa mahusiano yako mengine ya kifamilia. Unajua, huwezi kumpigia simu mzazi wako au kuwatembelea wakati wa likizo ya Krismasi tena? Hapana. Hii inamaanisha kwamba uhusiano wa ndoa unapaswa kupewa kipaumbele kuliko mahusiano mengine yote, hata wazazi wako wa zamani. Sasa, maana ya ndoa pia inajumuisha hapa kanuni ya kudumu. Mtu atamwacha baba yake na mama yake na ataambatana na mkewe. Kitenzi cha Kiebrania cha e, kushikamana, tafsiri yako inaweza kusema kung'ang'ania, kinamaanisha e, kwa maana halisi ni kung'ang'ana pamoja kama gundi, na hii inaelezea uhusiano wa maisha yote. Basi hapa kuna kanuni nyingine, kanuni ya umoja. Mwisho wa mstari wa ishirini na nne, Biblia inasema nao watakuwa mwili mmoja. Neno la mmoja hapa ni neno uechad linamaanisha, umoja wa kipekee katika ndoa. Watu wawili wanakuwa kitu kimoja cha kipekee, na hii ni zaidi ya umoja wa kimwili au wa kingono. Huu ni umoja wa malengo, umoja wa mwelekeo, umoja katika maisha. Hivyo Yesu anawarudisha hawa mafarisayo hadi mwanzo na simulizi la uumbaji. Kwa njia hiyo ni kukumbusha kwamba wanadamu hawakubuni ndoa, ni Mungu aliyebuni. Wanadamu hawakubuni wazo la familia, ni Mungu aliyebuni. Kusema kweli, kitu pekee tunachofanya sisi ni kukiharibu. Hiyo ndiyo mchango wetu lakini tukifuata mpango wa Mungu tunaweza kupata na kufurahia kusudi la Mungu. Maana ya ndoa: kujitenga, kudumu na umoja. Sasa huwezi kuelewa kikamilifu maana ya ndoa, lakini kama unamwamini Bwana aliyeumba ndoa, anaweza kukupa nguvu kila siku ili uendelee kwa unyenyekevu kutafuta mpango wake wa asili. Sasa basi, hapa katika Mathayo sura ya 19 mstari wa 10, wanafunzi wanafuatilia mazungumzo haya kwa kuuliza swali la ukweli kabisa, na kimsingi ni hili: kwa kuwa sisi ni wenye dhambi na tunaweza kushindwa katika ndoa, je, si ingekuwa bora tusioe au tusiolewe kabisa tangu mwanzo? Basi Yesu anajibu kwamba wapo baadhi ambao Mungu amewaita kubaki bila kuwa au kuolewa, na ni suala la kufuata kile ambacho Mungu anataka kwa maisha yako jinsi anavyokufunulia. Na kwa hilo Yesu anarejelea aina tatu za watu wasioa au kuolewa, hapa katika mstari wa kumi na mbili kuna matowashi ambao wamekuwa matowashi tangu kuzaliwa, na kuna matowashi ambao wamefanywa matowashi na watu, na kuna matowashi ambao wamejifanya wenyewe matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Kwanza Yesu anarejelea hapa baadhi ya wanaume ambao wamezaliwa na kasoro za kimwili zinazowafanya wasiweze kupata watoto na kuna uwezekano mkubwa kwamba watabaki bila kuwa. Kundi la pili ni baadhi ya wanaume ambao walikatwa viungo vyao kwa ajili ya uteuzi fulani. Tunajua kutoka kwenye historia kwamba wafalme mara nyingi walikuwa wanawakatakata watumishi ambao wangehudumia haremu yao au kushika nafasi fulani katika ikulu na kisha kundi la tatu ni waumini ambao huchagua kuishi kama matowashi, yaani wanaamua kuishi bila kuwa au kuolewa maisha yao yote, na mara nyingi ni kwa sababu ya majukumu yao ya huduma. Wapwa zangu wawili, wanawake wawili, walihudumu kwenye uwanja wa umisheni, jambo ambalo liliondoa kabisa uwezekano wa kuolewa. Walichagua kubaki bila kuolewa kwa ajili ya Injili. Sasa kinachofuata nafikiri ni mwendelezo unaofaa kabisa, baada ya mjadala kuhusu ndoa. Mathayo anaandika hapa katika sura ya 19, e, hapa kwenye mstari wa 13: kisha watoto waliletwa kwake, ili aweze kuwawekea mikono na kuwaombea. Wanafunzi wakawakemea wale watu, lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio kama hawa ndio ufalme wa mbinguni. Sasa msielewe vibaya Yesu hasemi hapa kwamba ufalme unawahusu watoto moja kwa moja, bali wale walio kama watoto, yaani wasio na cha kumpa Bwana isipokuwa imani na unyenyekevu wa kitoto. Basi wanafunzi ni kama utamaduni uliowazunguka ambao uliwaona watoto kama kero na usumbufu, lakini mbali na kuwa kero na usumbufu, watoto ni sehemu ya huduma ya Yesu na yeye anatoa ujumbe wenye nguvu sana kupitia matendo yake Anachowasilisha kimsingi ni kwamba fanya kila uwezalo kumsaidia mtoto amfahamu Yesu. Wana dhamani kubwa sana, wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Hawapaswi kuchukuliwa kama usumbufu. Wapeni injili wa kweli. Wapendwa, kama unahudumu kwenye huduma yoyote leo kwa ajili ya watoto, ngoja ni kuambie, hapa ndipo andiko lako andiko lako ni hili: huacheni watoto wadogo waje kwangu. Wana thamani kubwa sana. Na kwa njia, nawashukuru sana kwa niaba ya sisi wengine wote, nawashukuru kwa kuwasaidia watoto kumfahamu Yesu. Watu wengi akiwemo mimi mwenyewe tunaweza kukumbuka athari ya mfanyakazi mwenye upendo wa watoto au mwalimu wa shule ya Jumapili au kiongozi wa somo la Biblia ambaye alionyesha kutujali, alituthamini na alitusaidia kumpata Kristo. Nikuambie tu huduma yako ni ya thamani sana. Kwa kweli, huduma yako inanifanya nikumbuke ule wimbo mdogo tuliojifunza kuimba kwamba watoto ni wa thamani machoni pake.